Hi guys, sasa ni hivi, siku ile baada ya uh, Captain Tesha kufanya ile press na kuongea vile, kilichofuata ni kwamba jeshi lilienda kumchukua kutoka kwenye kikosi chake cha uh, shule ya anga uh, sak waenda kumchukua na kumpeleka makao makuu ya jeshi Dodoma. Toka siku ile mpaka leo, yuko makao makuu ya jeshi, wanaendelea kuhojiana naye hawajamchukulia hatua zozote, hajatolewa jeshini, haja. He still an active member. Captain Tesha bado yuko active kwenye military Tanzania. Hawajamtesa, hawajamteka, hawajamuua, wanafanya naye mahojiano, na mahojiano hayo yanafanyika almost every day na yanaongozwa na CDF mwenyewe, yanaongozwa na Mkunda mwenyewe maongezi hayo. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini hawamchukulii yule hatua haraka au something like that. Tatizo ni kwamba yule Captain Tesha kabla hajafanya ile press bwana, kumbe alishaka mkutano na ma captain wa vikosi vingi, walishaka mkutano wakakubaliana, ndio yule Captain Tesha kuja kuongea. Sasa wanaogopa kumuua yule au kumdhuru au kumchukulia hatua zozote, ni kwamba italeta uasi kwa wale watu walikuwa nyuma yake, ndio maana mpaka sasa hivi bado Captain Tesha yupo, wameshindwa hata kumtoa ndani ya jeshi kwa sababu sapoti iliyokuwa nyuma ya Captain Tesha, Captain Tesha, ni kubwa, kama nilivyowaambia alikaa na ma captain wengine wa vikosi vingine. Kwa hiyo ni vikosi vingi tayari viko nyuma ya wananchi, vikosi ni vingi. Samia alitaka yule Captain Tesha, apotezwe, yani apotezwe, atekwe, apotee ili ilete uoga kwa wengine kina, kina, kina Mkunda. Wakawambia hii ishu sio hivyo, hii ishu lazima tuende naye taratibu, unatokea aunatokea kesho. Kwa hiyo inabidi tuende naye huyu taratibu yani, sio mtu wa kumfanyia ushenzi wowote huyu, huwa si unatokea. Ndio hicho kinachofanya Captain Tesha mpaka leo bado yuko hai, bado yuko okay, hajatekwa na bado hajatolewa kwenye jeshi ni hilo. So anyway, ni kwenda kurudia ile, ile mm, ile warning niliotoa kwa wanajeshi wetu wa bara, tunaomba nawaomba muwe makini, tarehe tisa muwe makini na mipaka ya bara, yani sio tu tarehe tisa even before tarehe tisa muwe makini na mipaka ya bara, kwamba kusiwe na wanajeshi wowote wa wa kutoka Zanzibar au polisi kutoka Zanzibar, kwa sababu kimama amesha realize kwamba nyinyi wanajeshi na polisi hamtoua hamtoua ndugu zenu hiyo ameshaambiwa, hamtu huo ndugu zenu. Sasa anafikiria njia ingine yote, kwa hiyo hatuwezi kujua atafikia kitu gani. Kwao tunaomba jeshi muwe on the lookout kwamba tarehe 29 Watanzania watadili na polisi wa bara tu na sio outside forces, anyway yeah. Watanzania, ah, kingine cha mwisho Watanzania, hii tumeshamla ngombe, tumebakiza mkia, maana kuna wengine wachache wenu ni, nimeona ni kama vile mnaanza kuvunjika moyo usitumnaanza kuwanyonga i say hii haina kutia huruma, hii haina unyonge, haina hapa. Kuna mawili tu aishi tisa, tunakomboa nchi au wanatuua wataamua wao, lakini haina kutia unyonge, haina kupoa. Okay, tumesha mla ng'ombe, tumebakiza mkiani, tunashinda. I wish you guys mgejua how close we are to winning. We are winning, hakuna mtu ambaye hawini akiwa nyuma Jeshi. Hakuna, na jeshi hakuna anaye lose ndugu yangu, tuna win kusamia tuna. Let's just stay focused. Stay focused. Tuachane na madrama ya wasanii, sijui ma challenge, sijui ma ushenzi wa yote, sijui wameachana. Tuachane na huo upumbavu wao tu. Stay